mgombea wa nafasi ya urais wa jamhuri ya muungano Tanzania kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Edward Lowassa anayeungwa mkono na muungano wa vyama vinavyounda umoja wa katiba ya wananchi Ukawa ameifanya kampeni zake mkoani Lindi na kuahidi kuwa atakapochaguliwa kuongoza nchi atahakikisha mikataba yote ya gesi inapitiwa upya ili kujiridhisha. Akihutubia wananchi waliohudhuria mkutano wa kampeni katika uwanja wa shule ya msingi Mpilipili mjini Lindi, Lowassa amesema pamoja na kupitia mikataba ya gesi, atashughulikia pia mfumo wa stakabadhi ghalani au la. Taarifa zaidi na Ashir Chilewa kutoka Lindi. Mamia ya watu waliosubiri muda mrefu katika uwanja wa shule ya msingi Mpilipili wakashuhudia mgombea urais kwa tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, akiwasili kutokea Mtama, Liwale na Nachingwea alikofanya mikutano yake. Kabla ya kuwasili hapa kwa helikopta, Mheshimiwa Edward Lowassa anaueleza mkutano sababu za kutaka kuwa rais. Nimechoka na umaskini. Lazima nipambane na umaskini. Nataka kuleta mabadiliko katika nchi yangu ji jinsi mfumo galani, wa stakabadhi ghalani unavyowakera wakulima wa maeneo haya, kisha anawaambia <coughs> kimnadi mgombea ubunge wa Lindi mjini kupitia chama cha wananchi CUF Salomu Baruani, Mheshimiwa Lowassa anamtaka amweleze mambo mawili tu ambayo akifanikiwa kuingia Ikulu, wananchi walindi kwenna, wa Lindi watapenda aanze kuyashughulikia. za kuania nafasi ya urais ubunge na udiwani zinaendelea katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Nikiripoti kutoka Lindi ni Ashiarichi leo.